Eyo, eyo, it's Bella Media, it's Bella Media mbele ya camera. As you see, tulikuwa hapa kwenye party ya Na as you see, party, four, you see mbele yako hapa tunamuona Papa Patrick au ni seme Lion au ni mwite Simba au sio kwa Kiswahili. Huyu ni gospel musician. As you know, najua ni mtu ambaye anajulikana sana kwenye side zote kanisa zote ni mtu ambaye anajulikana sana leo. Tuko na mengi ambayo tungependa kuyajua kutoka kwake, na ungependa kuyajua pia kupitia Bela Media. Sisi kama wambea, tuna mengi katika siku ya leo ambao tunapenda kuyajua kutoka kwake, au sio? Karibu tena baba. Okay, mm -hmm. ya kama guest, tunavyojua huyu ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu ambaye anatumika kwa uandishi wa gospel. Tunaweza penda kujua zaidi sana, sababu watu wengi awaelewi mziki wako wa gospel. Una safari gani, au tuseme ulianzia wakati gani mziki wako wa gospel Ok, jambo mbele. Ya, yeah. Yeah, mm -hmm. Mi ni Minister Patrick. Mm -hmm. Niko evangeliste, epi niko chantre. Mm -hmm. Na fanya muziki ya gospel. Mm -hmm. <laughs> Sorry, paka viva ntika kubambia. Yeah. Yeah, lakini, kama mna tafa kujua kindani zaidi, muziki mizika yangu ya gospel sianzie hapa. Na zamani tangu mdogo. Okay. Kuinche tu Kongo kule tulitoka. Okay. Ya, yeah, jokwenda na mbio nishukumu refu zaidi. Nisha tushaka ni hiyo b. Sawa, katika siku ya leo tuko pamoja na Patrick. Nadhani kama another day tutajua mengi zaidi. Katika siku ya leo tulishika kwa ufupi, kwa ufupi zaidi. Katika siku ya leo ni siku ambayo tumemkuta hapa anachili hapa anatulia hapa, so hatuna mengi zaidi ya kuongea naye lakini, tutatafuta time zaidi ili ujue mengi kutoka kwa Patrick Simba au Lion. Karibu tena sana kwa Bela Media okay. Neno lolote kwa mashabiki. Oh, okay, antuka anashukuru sana mashabiki yetu ya Tongogara na nchi yote mzima ya Zimbabwe mm. na nje ya Zimbabwe yeah. E, tulisema tu vraiment

na sina bongisi kama vile mswahili nilisha tengeneza. yeah. tengeneza yeah, iko natoka nayo disila mutuchunge tu tuubezoin na sapoti yenu puke twendele mbali asante sana. as you know, Lion Simba amefanya featuring na watu wakubwa wakubwa kama Toto Bushole pamoja na William Abero, featuring nyingi ambazo amefanya na anasema ana album mpya karibia tena. Umfuatilie katika YouTube channel zote utampata pamoja na Bela Media. Asante sana okay.